Njo mke wa shadai huyu, injo madame huyu, banda yake ya Emerance venye bako Burundi, bali homba mi njo niko ebwana pene pene na na, na, na, na, na mzee mwenyewe